Katika ndoa ikiingisha usherati huwa inaleta maafa. Mwanamke akitoka kwa ndoa yake aende akaolewe na mume mwingine, arudi atoke kule akuja kwa mume wa kwanza, huwa inaleta maafa. Deuteronomi ishirini na nne ha yake moja, ukisoma mpaka tano, itakuwa wakati mwanamke ameenda akaolewa na mwanamume mwingine arudi kwa ndoa ile ya kwanza, analete maafa analete maafa. Kwa hivyo mwanamke kama ameoleka na akatolewa mahali, akiolewa na mume mwingine arudize ile ya, ile ya kwanza ndio aweze kuolewa tena na ingine, akitolewa mahali kabla hii ingine haijarudishwa